Wahudumu wa bodaboda katika kaunti ya Kwale wametakiwa kutojihusisha na visa vya uhalifu na kuripoti kwa maafisa wa polisi washukiwa wa uhalifu miongoni mwao. Mwenyekiti wa muungano wa bodaboda nchini Kevin Mubadi amewataka wanabodaboda kushirikiana na vitengo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu vijana wanaotumia pikipiki kuhangaisha wenyeji kwa mapanga. Akizungumza wakati wa uchaguzi wa muungano huo ambapo Mahmoud Rajab alichaguliwa kuwa mwenyekiti mpya wa Kwale. Mubadi amesema wataendelea kuleta mabadiliko ya kufaa sekta ya bodaboda nchini. Hawa viongozi wetu hawa wasijihusishe na yale magenge ambayo yako hapa. Na ndio tukasikizana kwamba watumike kama chombo cha kuripoti, kama kuna mtu yoyote ana sense kama bodaboda -boda, tukiona kwamba wewe mienendo zako si mizuri, wewe unafanya hizo vitu. Na ndio maana nimesema hata kama ni bradha yako na unajua anabeba kipanga anakata watu na ni mwizi, ripoti yeye kwa polisi. Tuko tayari kupambana na mambo yoyote ya kihalifu hapa Kwale, na tuko tayari kusaidiana na serikali kuu ya kipolisi. Kwanza tunashukuru sana kwa kwa uchaguzi wa leo na bodaboda boda, watarajie mengi kutoka kwetu kama viongozi wapya tulioshikilia. Sasa hizi serikali tunaiomba kwamba hizi sako waekeze, waekeze hizi sako zetu, kwa sababu tuwe na, na, na mfuko ambao utakuwa uko strong, kwa sababu sisi bodaboda, kitu ambacho tutataka ni hii mfuko wetu uwe strong, na tukiwa strong tutakuwa tunajiandika kivizuri, na tukiwa tukiwa, na, na tatizo, tutakuwa tunasaidiana kwa sababu mfuko wetu utakuwa ni uko mzuri.